Siku moja hapo nitajaribu kufundisha au kuandika kitabu au chochote kuhusu safari yangu na Mungu. Itachukua itachukua muda kiasi kukiandika. <laughs> Yaani hata sijui kama unaweza kudhania, pengine baadhi yenu wanaweza. Unajua, kama ulikuwa umevurugika kama nilivyokuwa, ni wangapi kati yenu wamevurugika sana? Sawa. Basi tayari ume tayari umepatwa na uchungu mwingi kutoka kule ulikokuwa hadi kule uliko sasa, lakini kwa upande mwingine una furaha na amani zaidi wakati huu kuliko ulivyokuwa wakati huo wa nyuma. Kwa hivyo kadri unavyoendelea kuwa na Mungu zaidi ndivyo mambo hayo yote atakavyozidi kuwa mazuri, lakini lazima utumie wakati kumwachia Mungu akushughulikie. Ni lazima umwache Mungu awe Mungu, na usiwe na haraka ya kupata kila kitu wakati unapotaka na jinsi unavyokitaka mimi sijatosheka tu kutotosheka, nakitaka sasa hivi, nakitaka sasa hivi. Je, tukianza kusema Mungu, wakati wowote wanao, kwamba ni sahihi, ukiona kwamba ni sahihi. Na mpaka wakati huo, nina lengo moja tu peke yake, na hilo ni kutosheka kila siku ya maisha yangu kama njia ya kuabudu wewe. Ninaamini kwamba kama tutakuwa na kutosheka kila siku ya maisha yetu, hiyo ni ibada kwa Mungu. Amen. hiyo ni njia ya kumwabudu.